DW. Habari za Afrika. Nairobi Idadi ya watu waliokufa katika mafuriko ya hivi karibuni nchini Kenya imepanda na kufikia watu 228. Msemaji wa serikali ya Kenya Isaac Mwaura amesema jana Jumapili kwamba watu tisa walikufa tangu Jumamosi na zaidi ya watu laki mbili wameathirika na laki moja na tatu wamehamishwa hadi sasa. Kulingana na ofisi ya Umoja wa Mataifa ya uratibu wa masuala ya kibinadamu, mvua za masika zilizoanza kunyesha tangu mwezi Machi zimesababisha mafuriko makubwa katika nchi za Kenya, Tanzania, Burundi, Somalia, Rwanda na maeneo mengine ya Afrika Mashariki mwaka huu. Hata hivyo, mvua za masika zimekuwa kubwa kutokana na hali ya hewa ya El Nino. Wataalamu wanasema mabadiliko ya tabia nchi pia yamezidisha hali ya kujirudia mara kwa mara kwa hali hiyo ya hewa.

Wachadi wameanza kupiga kura leo katika uchaguzi unaotazamiwa kuhitimisha utawala wa kijeshi lakini ambao umepuuzwa na wapinzani wa kiongozi wa kijeshi Mahamati Idris Deby kufuatia ukandamizaji. Wapiga kura nchini humo wataamua leo ikiwa watanue miongo kadhaa ya utawala wa familia ya Deby katika mojawapo ya taifa maskini zaidi duniani ambalo pia limekuwa na umuhimu katika mapambano dhidi ya wapiganaji wenye misimamo mikali mikali katika eneo la Sahel. Debi anachuana na Sakses Masra ambaye alikuwa waziri wake mkuu lakini anatazamwa na wakosoaji kuwa ni kibaraka bila ya kuwepo na wapinzani wengine wakubwa. Mashirika ya kimataifa ya kutetea haki za binadamu yameonya kuwa uchaguzi huo hautakuwa huru wala haki, kwani mpinzani mkuu wa Debi ameuawa na wengine kupigwa marufuku kugombea Maputo. Chama tawala nchini Msumbiji cha Frelimo kimemteua gavana wa mkoa Daniel Chapo kuwa kiongozi mpya. Uteuzi huo unamfanya Chapo kuwa mrithi wa rais Filipe Nyusi ikiwa chama hicho kitashinda uchaguzi wa mwaka huu. Kamati kuu ya Frelimo ilimteua Chapo aliyekuwa akichuana na wagombea wengine watatu wa ndani katika hatua ya kushtukiza iliyofuatia siku mbili za mjadala mkali kuharibika kwa karatasi nyingi za kupigia kura na kujiondoa kwa mshindani wake wa karibu. Akizungumza usiku wa jana baada ya kumalizika kwa mkutano mkuu usio wa kawaida wa chama uliofanyika karibu na mji mkuu wa Maputo, Rais Nyusi amesema kwa uteuzi huo wa mgombea wa urais, Frelimo imepiga hatua muhimu ya kujiandaa kushinda uchaguzi wa Oktoba. Chama hicho kimeshinda kila uchaguzi mkuu tangu kumalizika kwa vita vya kudai uhuru kutoka Ureno mwaka 1975. Kampala, Uganda itarejesha nyumbani mabaki ya mashahidi wawili wa Uganda ambao walinyongwa zaidi ya karne moja iliyopita kwa kukataa kuukana Ukristo. Waumini 22 wa kikatoliki na 23 wa madhehebu ya Anglikana walinyongwa, wengi wakiwa ni vijana wa kiume kati ya mwaka 1885 na na 1886 kwa amri ya aliyekuwa mfalme wa himaya ya Buganda ambayo sasa ni sehemu ya Uganda. Kiongozi huyo alikuwa na hofu juu ya kuongezeka kwa ushawishi wa dini ya Kikristo. Wote waliuawa wa kikatili, wengi wao wakichomwa moto wakiwa hai na wengine kuchomwa visu au mikuki. Shirika la kimishonari la White Fathers lilipeleka mabaki ya mashahidi wawili huko Roma, Italia, ambako walitangazwa kuwa watakatifu mifupa ya wawili hao inatarajiwa kurejeshwa Uganda mwezi Septemba na itawekwa kwa ajili ya maonyesho katika chuo kikuu cha mashahidi wa Uganda na hatimaye ni, ni a Mei. Washauri wapya wa kijeshi wa Urusi wamewasili nchini Niger pamoja na zana za kijeshi kulingana na televisheni ya taifa ya nchi hiyo inayotaka wanajeshi wa Marekani kuondoka. Kundi la kwanza la washauri mia moja wa Urusi waliwasili Niger mnamo Aprili kumi pamoja na mifumo ya ulinzi wa anga. Ripoti zinasema kwamba Urusi imetuma ndege tatu za shehena ya nyenzo za kijeshi na wakufunzi ndani ya kipindi cha mwezi mmoja uliopita. Waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin alidokeza wiki iliyopita kwamba wanajeshi wa Urusi sasa wamewekwa katika kambi ya wanaanga ya Niger karibu na uwanja wa ndege wa Niamei ambao pia una wanajeshi wa Marekani. Utawala wa kijeshi wa Niger ambao ulichukua mamlaka katika mapinduzi ya mwaka 2023 uliwafukuza wanajeshi wa Ufaransa na kisha kukatisha makubaliano ya ushirikiano wa kijeshi na Marekani. Mwisho wa habari za Afrika kutoka DW.